Shalom, ninakukaribisha tena kwa wakati mwingine tuweze kujifunza maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni. Na katika siku hii ya leo, nataka tuangalie juu ya swali hili: ni nani amchaye Bwana? Swali ambalo mtumishi wa Mungu Isaya alikuwa akiliuliza katika kile kizazi ambacho alikuwa akihubiri, nalo ni swali ambalo nataka nikuulize pia wewe katika kizazi hiki, kwa kuwa walisikia neno hili ni nani amchaye Bwana? Tusome maandiko matakatifu kitabu cha Isaya sura ya hamsini kuanzia mstari wa kumi na ule wa kumi na moja. Hapa anasema kwamba ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana aitiiye sauti ya mtumishi wake, yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Huo ni mstari wa kumi. Hapa anasema mambo kadhaa, anauliza ya kwamba ni nani amchaye Bwana aitiie sauti ya mtumishi wake? Maana yake kuitii sauti ya mtumishi wake huko anakuita kwamba ni kumcha Bwana. Sababu hapa anasema ya kwamba au anauliza ya kwamba ni nani amchaye Bwana aitiie sauti ya mtumishi wake. Tena anaongeza na kusema ya kwamba yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Sijui kama unaweza ukaielewa mithali hii. Hapa inajaribu kumwongelea mtu ambaye anamcha Bwana, lakini ni mtu ambaye anaishi katika kizazi ambacho kina hekima machoni pake, lakini hakikuoshwa uchafu wake kwa maana ya kwamba hapa anaposema ya kwamba ni nani ambaye mchaye Bwana aitie sauti ya mtumishi wake, ambaye anaenenda katika giza wala hana nuru, kwamba ni mtu ambaye anaitii sauti ya mtumishi wake, lakini mtu huyu anaenenda katika giza wala hana nuru, lakini anamtumainia Bwana na jina lake, kwamba ni mtu ambaye anaishi katikati ya ya anaishi katikati ya kizazi ambacho kimepotoka, anaishi katikati ya kizazi ambacho kinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na kwa jambo hili Isaya anauliza katikati ya kanisa ambalo alikuwa analihubiria kipindi kile, kwa maana ya Israeli, anauliza ni nani miongoni mwa watu hawa ambao wanaingia hekaluni na kutoka, ni nani miongoni mwao anayemcha Bwana ayewezae kuitii sauti ya mtumishi wake? Hapa kuna vitu viwili, kuna huyo mtu ambaye anamtafuta Isaya, lakini kuna sauti ya mtumishi wa Bwana ambaye ni yeye mwenyewe Isaya anauliza ni nani ambaye aweza kuitii sauti yake, kwa sababu ni ni sauti ya mtumishi wa Bwana. Ni nani miongoni mwa watu wale angeweza kuitii, kwa sababu katikati ya watu wale ambao tayari wameshamwacha Mungu, watu ambao kama Yeremia alivyokuwa na wanena, ni watu ambao wamemwacha yeye aliye chemichemi ya ya maji ya uzima, wakaenda kujitwalia mahali pao au kujichimbia visima mahali ambako wanasema ya kwamba watatunza maji kama Bwana anavyosema ya kwamba watu hao wametenda makosa mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Watu ambao wameenda mbali na Mungu au wamemkataa Bwana asiwe mfalme juu yao, wameukataa ufunuo tokao kwa Mungu. Ni kanisa linaloenenda kwa ufunuo wa damu na nyama. Huyu Isaya mtumishi wa Mungu alihubiri katikati ya kizazi kile, kizazi ambacho kilikuwa kina hekima machoni pake, kizazi ambacho kilikuwa ni tajiri kwa jinsi kilivyokuwa kinajitazama chenyewe, hakikuwa na haja ya kitu kingine chochote. Na ndipo ugumu wa injili ya Bwana kupitia hawa manabii ulivyokuwa mgumu katikati ya watu hao. Lakini sasa mtumishi wa Mungu anauliza jambo hili: ni nani amchaye Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake ambaye aenenda katika giza na na wala hana nuru, lakini amtumainia Bwana na jina lake. Kwa nini anasema ya kwamba aenenda katika giza? Kwa sababu ni kizazi ambacho kipo katika giza, kimemwacha Bwana. Na ndipo kwa nini anaposema ya kwamba ni mtu ambaye anaenenda katika giza, kwa sababu ananenda katika kizazi ambacho kimepotoka. Anatembea katikati ya giza, katikati ya kizazi ambacho kinachotembea katika giza. Lakini tofauti ya mtu huyu ambaye anamcha Bwana, anafahamu ya kwamba ni kizazi kilichopotoka, na anapoisikiliza sauti ya Bwana kupitia mtumishi wake anaweza akafurahia na kushangilia ya kwamba wokovu umekuja, na akashangilia kwa sababu amekwisha kuona uovu unaotendeka, amekwisha kuliona giza ambalo linatendeka. Hakufurahishwa na nalo, hakufurahishwa na mafundisho ya uongo, hakufurahishwa na kazi za ile bilisi ambazo zinakuja kanisani bali alipoona aliweza kuinua macho yake na kumshukuru Mungu baada ya kuisikia ile sauti ya mtumishi wake. Hicho ndicho Isaya mtumishi wa Mungu anachokizungumzia kwa huyo mtu anayemcha Bwana, anayemtumainia Mungu wake kwamba ataleta wokovu, kwa sababu yupo katikati ya kizazi ambacho kinenenda katika uovu na kimekubaliana, kinafurahia mambo ambayo ni machukizo. Sasa tuendelee, mstari wa Naomba nirudie mstari wa kumi nikiunganisha na ule wa kumi na moja. Mstari wa kumi ambapo anasema ya kwamba ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana aitie sauti ya mtumishi wake, yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Mstari wa kumi na moja anasema tazama, nini nyote mwashao moto, mjifungiayo hiyo mienge, enende ninyi katika mwali wa moto wenu na katikati ya mienge mliyoiwasha, mtayapata haya kwa mkono wangu, mtalala kwa huzuni. Ni misali nyingine tena anaendelea kutoa anaposema ya kwamba tazama ninyi nyote mwashao moto mjifungiayo mienge. Tena anasema ya kwamba enendeni ninyi katika moto mliojiwashia na mienge ambayo wamekwisha kujifungia, lakini anasema ya kwamba mtayapata haya katika mkono wangu, mtalala kwa huzuni. Unaweza ukaiona ni hasira ya Bwana juu ya watu hao, lakini watu hawa ni wakina nani, ambao wamejiwashia moto wamejifungia mienge. Sasa moto unaozungumziwa hapa au mienge inayozungumziwa hapa ni nuru, nuru fulani watu walioiwasha iweze kuongoza katika giza. Maanake kwamba watu hao wanaozungumziwa haya ni madhehebu, ni watu ambao wanaingia katika nyumba itwayo kwa jina la Bwana na kutoka, lakini kila mmoja anao mwenge wake, mwingine amejifungia moto wake kwa maana ya kumulikia ili apate kwenenda na kuona mbele. Hiyo mienge au moto inawakilisha neno walilonalo watu wale, ambalo kwao ni nuru inayowaongoza wapite katikati ya giza ambalo lipo katika ulimwengu, na kwa maana hiyo hili ni kanisa. Lakini kanisa hili lina dosari. Bwana Mungu amemtuma nabii kuja kulionya na kuwataka watu wale watubu lakini kwa sababu wanahekima machoni pao na wakutakasa uovu wao, ni watu ambao wanaenenda kwa mienge yao, kama tu Yeremia anavyosema katika kitabu cha Yeremia 2:13 kwamba watu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika mabirika yavujao yasiweza kuweka maji. Ukiangalia maneno haya kwamba wameniacha mimi, wameenda kujifanyia mabirika ambavyo ni visima mahali kula ambako watu hawa hawayataki maji ya uzima kutoka kwa katika hii chemichemi, wanaenda mahali pengine. Hiyo kama jinsi ambavyo nilikuelezea ya kwamba wameuacha ufunuo utokao kwa Mungu, wameenda katikati ya ufunuo utokanao na damu na nyama, ufunuo wa mwanadamu. Hapo ndipo wanaposema ya kwamba umeniacha mimi, na hapa katika maandiko anasema ya kwamba ni watu ambao wamejifungia mienge kwa sababu watu ambao hawaenendi katika ufunuo wa Mungu mara nyingi, na sio tu mara nyingi, wakati wote huwa wanagawanyika, kila mmoja anaenenda kwa mwenge wake, na ndipo hapo unaweza ukaona ya kwamba iko mienge mingi. Kwa lugha nyingine ni madhehebu ambayo kila mmoja lina nuru yake, moto wake, na mwingine mwenge wake, wanajimulikia waenendavyo mbele. Mfano mzuri Tazama madhehebu ambayo yapo katika kipindi hiki, kila dhehebu unaloliona lina nuru yake, lina mwenge wake, lina moto wake. Kwa hiyo hao watu kwa lugha hiyo wamejifungia hiyo mienge, wamejifungia hizo nuru zao ili ziwaongoze, na hawaitaki kuisikiliza sauti ya Mungu, ufunuo utokao kwa Mungu, kama jinsi ambavyo Isaya mtumishi wa Mungu alivyokuwa anauleta ufunuo ule kwa watu hawa, lakini hawataki kuisikiliza mpaka akawa anawauliza ya kwamba ni nani miongoni mwa watu hawa amchaye Bwana aitiie sauti ya mtumishi wake. Lakini akaona jambo la ajabu ni kwamba watu hawa hakuna ambaye anataka kusikiliza sauti yake. Ni watu ambao kila mmoja anayo nuru yake, anayo mwenge wake wa kuweza kumulikia, ili aweze kuona ni mahali gani anaelekea, kwamba anayo nuru. Lakini hapa anamaliza akisema ya kwamba Enendeni ninyi katika mwali wa moto wenu na katikati ya mienge mliyoiwasha, mtayapata haya kwa mkono wangu, mtalala kwa huzuni. Anasema enendeni ninyi katikati ya mienge mliyoiwasha. Nuru hizi ambazo wanenenda nazo hao watu hazikuwashwa na Bwana, wamejiwashia wenyewe. Ndiko kula ambako Yeremia anasema ya kwamba wameenda kujichimbia visima vyo vya kitheolojia huko ambako wanatoa ufunuo. Sasa nawaambia kwamba enendeni ninyi katikati ya mienge mliyojiwashia, mtayapata mambo yote ambayo Bwana amekwisha kuyaahidi kwamba atayatenda katika siku za mwisho. Katika mkono wake mtayapata huko, yale ambayo ninyi wenyewe mkiasoma mnaona ya kwamba hasila ya Bwana katika siku za mwisho iko hivi na hivi. Hayo mambo yatawakuta na yatawapata katika mkono wa Bwana kwa sababu ni watu ambao hawaitii sauti ya mtumishi wake. Ni watu ambao hawaisikii sauti au neno lile ambalo linatoka kwa Bwana, ila wanayo masikio mepesi ya kuweza kusikiliza ufunuo wa damu na nyama, ufunuo ambao ni wa mwanadamu. Hili neno ambalo Bwana analisema kwako ikiwa kwamba unayo masikio, kwa sababu ni kizazi hiki ambacho neno hili ni dhahiri na wazi kwamba ndicho ambacho kinaendelea kama kizazi kile alichokikuta Isaya. Na mimi nakuuliza, ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana na kuitii sauti hii ambaye Bwana ameituma kwako? Kwa kuwa Bwana tayari amekwisha kuuona uovu wa kizazi hiki, kwamba ni vuguvugu. Tena Bwana kasema ya kwamba nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hayo ni maneno ambayo unaweza kuyasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya tatu kuanzia mstari wa 14. Naomba nikusomee haraka haraka. Ambapo anasema kwamba na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliyemwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Najua na matendo yako ya kuwa hu baridi wala kwa moto. Ingekuwa heli kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu na uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu nayo hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi. Maonyo ambayo Bwana anayatoa kwa kanisa hili ambalo ameliona kuwa ni vuguvugu, si baridi wala si moto tena, akasema ya kwamba nitakutapika utoke katika kinywa changu kwa kuwa ni watu ambao wanajiona kuwa ni tajiri, kama jinsi ambavyo Isaya anapowanena watu wale ya kwamba ni watu waliojifungia mioto na mienge ambayo wamekwisha kujiwashia, na hapa anasema ya kwamba nitawatapika kama jinsi ambavyo Isaya mtumishi wa Mungu alivyowaambia watu wale, ya kwamba enendeni ninyi katika mioto mliyojiwashia, mtayapata haya katika mkono wangu, mtalala kwa huzuni. Ni neno lile lile ambalo Kristo alisema mahali hapa ya kwamba nitawatapika mtoke katika kinywa changu. Kwao ni kizazi kile kile na mambo yale yale ambayo yamezidi kutendeka vizazi hata vizazi, hakuna jipya juu ya jua, kama Sulemani mtumishi wa Mungu alivyosema kwa sababu kila ambacho walikitenda watu wale ndicho ambacho pia kizazi hiki kimetenda. Ukaidi ule ule kama jinsi alivyokuta Isaya, ukaidi wa watu wale ambao, kwa sababu wanajiona wanalo neno ambalo ni kutokana na ufunuo wa damu na nyama, wanaenenda na hawataki kuisikiliza sauti ya mtumishi wake Bwana. Ndicho ambacho kizazi hiki ambacho unaweza kukiona pia katika maneno haya, kwa sababu ni kizazi hiki ndicho ambacho maneno haya yanaongelea. Katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya tatu ambapo tumetoka kusoma kwamba ni watu ambao wanasema ya kwamba tumejitajirisha, sisi ni matajiri, tumejitajirisha na wala hatuna haja ya kitu kingine, wakibishana na sauti inayowaambia ya kwamba wewe ni vuguvugu. Je, utaendelea kumshikia Bwana kinyume na kwenenda katika mwali wa moto wako, kwa maana ya nuru ya dhehebu lako, ama utaisikiliza na kuitii sauti ya mtumishi wake? sasa lakini kwamba hautaki kuitii, kwamba hautaki kumcha Bwana, basi ni kuhakikishie tu jambo moja, mambo yote yaliyoandikwa katika maandiko ambayo wewe umekuwa ya ukiogopa yatakupata, kwa kuwa Bwana amekutapika. Hadi wakati mwingine, ninakukaribisha tena. Amen.